Tulialikwa na Mheshimiwa Waziri uh, Profesa Amagamba Kabudi, na mkutano huu ulikuwa unataka kujua nini ambacho club ya in Africans inakiendea kwenye discussion ya mchezo wa 184 dhidi ya Simba uliopangwa kucheza tarehe nane mwezi uh, wa tatu 2025 club ya Africans uh, pamoja na ukiwa umeambatana na excom wake wote, pamoja na mtendaji mkuu, uliweza kukutana na mheshimiwa waziri na mheshimiwa naibu waziri, mheshimiwa katibu mkuu, mheshimiwa naibu katibu mkuu na mwenyekiti wa Baraza la Michezo la Taifa kwa ajili ya kujadili ya kitu ambacho kilitokea. Bahati nzuri kupata nafasi ya kufikisha yale ambayo ya ni msingi kabisa yanayohusiana na mchezo ule na baada ya kufanya uh, platform ambayo mheshimiwa waziri na jopo lake walitengeneza, dhamira yake kubwa ilikuwa ni kusikia nini kinachotoka kwa viongozi wa Young Africans, na sisi wakati wote tukiwa kama viongozi tunasimamia interest ya taasisi yetu, ambayo taasisi yetu inasimamia wanachama na timu kwa ujumla kwao na kufikisha ujumbe wetu na uhusiana na position yetu kama taasisi, lakini pia mheshimiwa waziri na timu yake wakatusikiliza kwa kirefu, wapata nafasi ya kuuliza maswali kutaka kujua, na tuliweza kufikisha ujumbe wetu vizuri. Nmweshimua waziri alikuwa na mwanzo mzuri kwa kueleza kwamba kwamba hiyo sio platform inaweza kufanya maamuzi, sipokwa ni ya kutafuta ya tatizo ambayo limetokea, ko alikuwa anataka kwa kujifunza kutoka a nini hasa kinachoasiu, na nih yao tumaweza kufikisha yote ambayo tunastahili kuyafikisha kama viongozi ambayo yanabeba ujumbe wa kamati ya utendaji, lakini ujumbe wa wanachama wetu na mapenzi na mashabiki kwa nchi nzima. Ujimbo huu umefika, mweshimua waziri na timu yake umepokea, tumewaachia ufanyii kazi na tumekubaliana tutakuwa na vikao vingine endelevu kwa ajili ya solution ya jambo hili. Hiyo nichukua fursa hii kuifikisha mesji hii kwenu kwa, kwa, kwa wanahabari, ili meweze kuudulisha umma wa Tanzania, lakini pia nichukua fursa hii kuambia wanachama na mashabiki wa Yang Africans, sisi tuko hapa kwa ajili ya kusimamia interests za taasisi yetu na ni hofu ya namna yoyote, wasiingiwe na hofu ya namna yoyote. Viongozi wao ni wa, viongozi imara na wako hapa kwa ajili ya kusimamia ya kusimamiaetasisi. Kwa hivyo wakae kwa kutulia, na solution itakapatikana tutaweza kurudi kwa kwaakwajuishi washukuru sana gani?